Leo nitazungumzia vidokezo vya kudhibiti GERD. Ugonjwa wa reflux ya gastroesophageal ni hali sugu ambayo sote tumewahi kuipitia wakati fulani maishani mwetu. Hivyo, mabadiliko ya kutosha ya lishe na mtindo wa maisha ni muhimu sana. Mabadiliko ya mtindo wa maisha ni pamoja na kupunguza uzito ikiwa una uzito kupita kiasi, kula milo midogo na ya mara kwa mara, kuepuka kulala au kulala chini mara baada ya kula, kulala kwa upande wa kushoto, kutumia kitanda kilichoinuliwa au kutumia mito ya ziada kulala ikiwa una reflux inayokusumbua usiku, kuepuka nguo zinazobana usiku ni muhimu pia. Tunapozungumzia mabadiliko ya lishe, ni muhimu kuepuka vyakula vinavyosababisha dalili zako. Hii inaweza kujumuisha vyakula vya mafuta, vyakula vya mafuta mengi, vyakula vya viungo, au vyakula ambavyo vina asili ya citric kama limau na machungwa. Pia ni muhimu kula polepole na kutafuna chakula chako vizuri. Epuka kuvuta sigara, epuka pombe, epuka vinywaji vyenye kaboni, au chakula kingine chochote kinachosababisha dalili zako. Ikiwa una dalili kwa muda mrefu, ikiwa dalili zako hazipungui na dawa za kununua bila agizo la daktari, ikiwa unatapika damu, au ikiwa una kinyesi cheusi, ikiwa unapata shida kula ikiwa unapoteza hamu ya kula, au ikiwa unapoteza uzito, basi unahitaji kumwona daktari wako wa magonjwa ya tumbo mapema iwezekanavyo ili kutathmini hali yako. Asante.